Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Corir. Msikilizaji, dunia imeungana Mei 31 kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya tumbaku, kauli mbiu ikiwa ni kufichua njama fiche zinazotumia sekta ya tumbaku kunadi bidhaa zao kwa kuzifanya za kuvutia. Katika makala haya na kualika tusafiri wote kwenda jiji la Kairo, Misri, nyumbani kwa wakazi zaidi ya milioni kumi, jiji lenye shughuli na lilo hai muda wote kutokana na uwingi wa watu, shughuli za kibiashara na za kitalii. Tunaangazia suala la uvutaji sigara nchini Misri, ambapo kwa kiasi ni kama sehemu ya maisha ya watu wengi, lakini lenye hatari kubwa kwa afya ya wengi, sheria za kudhibiti uvutaji wa kiholela wa sigara zikionekana kutotekelezwa kikamilifu. Kwenye barabara za Kairo usafi umezingatiwa, si rahisi kukutana na taka, ila utakachokuta mara nyingi ni vipande vipande vya sigara ambavyo mtu amevuta akatupa chini kwa sababu moja au nyingine. Kwenye migahawa, moshi ya sigara si jambo geni, barabarani, maeneo ya kufanya manunuzi na hata burudani kwa mujibu wa takwimu kutoka shirika la afya duniani WHO, madhara ya uvutaji sigara kwa daraja la pili, yani madhara ya watu wasiovuta bali wanapumua moshi ya sigara husababisha vifo vya watu laki sita kila mwaka duniani, wengi wakiwa ni wanawake. WHO inasema moshi ya sigara ina kemikali elfu nne ambazo zina madhara kwa afya, ikiwemo 40 zinazohusishwa na kusababisha saratani. Madhara mengine kwa afya ni magonjwa ya moyo, mapafu, maradhi ya macho na koo. Huu ni mzigo au janga ambalo linakodolea macho mamlaka za Misri, lakini je, unyeji wanasemaje kuhusu swala hili? Nimekutana na mmoja wa kazi wa Cairo ambaye kwa sasa ni tabana, jina lake Egypt. Kind of, uh, hapa Misri uvutaji wa sigara na shisha inaruhusiwa, nadhani is, hivi is, ni vizuri uh, kwa sababu nafikiri is, kama mtu binafsi inataki kiwa uwe na haki kama hii uchague kuvuta sigara au la. Hata hivyo, uvutaji sigara haikubaliki katika sehemu kama hospitali, mahali kuna watu wengi ambapo sigara inaweza kuwadhuru watu wengi, na nadhani hii pia ni nzuri kuna vitu hata hivyo hunisumbua wakati nipo kwenye teksi, kisha dereva bila kuniuliza anawasha sigara yake bila idhini yangu. Hajui kama inaniathiri, hunisumbua kwa kweli, huniathiri binafsi, naanza kupata ugumu wa kupumua. Nikikutana na kisa kama hiki, humuuliza aa, unaweza kuzima sigara yako, maana siko sawa. Anaweza kunijibu kwa upole na wakati mwingine anakuwa mtukutu anaanza kusema ni moja tu, nitafanya haraka, nitafungua madirisha, hewa safi ingie ndani. Nawaza tunaweza kuangalia hili upya, kuja na masharti magumu kudhibiti uvutaji wa sigara, hasa katika usafiri wa umma kama vile teksi ndo usafiri na utumia mara nyingi. Misri imejiongeza na kunadi historia yake kama kivutio cha utalii. Kuna watalii wengi wanaotembea kuja kuona makaburi ya wafalme au farao maarufu kama Pyramids of Giza, msikiti au makanisa ya kihistoria kama msikiti wa Mohamed Ali, kanisa linaloning'inia, au Hanging Church, wengine kufahamu alikokaa Mariamu na Yusufu wazazi wa Yesu Kristo katika ya kikristo nisisahau, mji wa Alexandria uliojengwa na mfalme aliyewahi kutawala Misri Alexander the Great. Je, kando na shughuli za kitalii mtazamo wao kuhusu suala hili ni upi? Nimeanza na mtalii kutoka Afrika Kusini. It's been a very imekuwa ziara ya kufurahisha kuzuru Misri, nimejifunza mengi. Hata hivyo, kuna vitu nilishangazwa nazo. Kwa mfano, uvutaji sigara ulikuwa karibu kila mahali. Napenda namna maandishi ya kuonya kwenye paketi ya sigara yalivyoelezea madhara ya sigara. Picha zinazoelezea mapafu yaliyoathirika na saratani, saratani ya koo zinatisha, na ungedhani kuwa sheria zingekuwa kali, lakini kuna mara nyingi niligundua hakukuwa na mkatazo wa kuvuta sigara sehemu za umma. Ungetumai kuwa mtoto anayetumia usafiri wa kwenda skuli kama vile hatuvuta moshi wa sigara, lakini nilishuhudia visa vingi vya uvutaji wa sigara kwenye sehemu hizo. Katika mazingira ya ofisi, ungetembea pale nje, unakutana na wingu la moshi wa sigara. Harufu ya sigara ilinishangaza kidogo, hasa unapotokea nje ambayo uvutaji wa sigara umekatazwa sehemu za umma. Mtalii kutoka Kenya naye alikuwa na haya ya kusema. Wiki ya kwanza karibu yote nilikuwa navaa mask na imeniadhiri afya, niko na shida ya pumu, so imeniadhiri, nimekuwa natumia madawa sana, na nikiwa nyumbani huwa hata nimesahau niko na shida ya pumu, so inakuwa ngumu kidogo kwa watu ambao wana shida ya pumu kuishi hapa. Actually wako na green line ambapo ni mahali watu wanapanda treni ya spidi inatumia umeme. So huko kwa green line hakuna uvutaji wa sigara, imekatazwa. Nikikuja huku nilikuwa na goja hiyo hewa safi, nilipata kwa green line ndio nitapata, lakini <laughs> mambo yakawa vingine. Ile ingine ilinipiga butoa ni kupata kuwa kwenye hoteli, pia kwa lobi wametengewa sehemu ya kuvuta sigara na kujivinjari wenyewe, lakini hawaendi kwa hiyo sehemu, wanataka ku, wanavuta hata kwa open spaces pale hawafai kuvuta na aisumbui. It is not a point of concern to the hotel or the eateries, wako tu sawa nayo. Kuna wale wanaheshima zao, ukienda kwa maduka, ukiwaambia wewe uko na shida na sigara, wanazima wanakuhudumia, ukishatoka wanaendelea na mambo yao yale, considering their culture, mahali wametoka na vile sigara kwao imekuwa a symbol of class.

tashwishi kidogo, lakini nafikiri wanaweza idhibiti ikakuwa ni designated areas. Kulikuwa pia na mgeni kutoka Ghana ambaye hakuficha hisia zake. So nilipokuja huku nilivutiwa sana streets, na maendeleo barabara roads. Nilikuwa nafanya mzaa kwamba kwetu huwezi kwenda kilomita tano kabla hujakutana na mashimo, lakini road, hapa road, wana barabara nzuri majengo mazuri road, sehemu za kitalii lakini zungumzia kitu nilichokiona si cha kawaida ni uvutaji sigara. Tulipowasili kwenye uwanja wa ndege, mwenyeji wetu aliyekuja kutupokea alikuwa na sigara, nikasema pengine ni kwa sababu kulikuwa na baridi. Sikujishughulisha sana mpaka wakati tulipofikia kwenye hoteli. Nakwambia kote nilikopita kulikuwa na watu wanavuta sigara kwenye lifti, maeneo ya umma, maeneo ya kitalii. Nikaanza kupata wasiwasi. Ndiyo, katika nchi yangu watu huvuta sigara, ila si maeneo ya ndani au ya umma. Iliniogopesha maana nina pumu. Nikupe kisa, tulikuwa tunasafiri kutoka Kairo kwenda mji mwingine. Nakumbuka nilikuwa nimeketi na rafiki yangu ambaye ana pumu. Cha kustusha, kuna jamaa kawasha sigara ndani ya basi kuelekea Alexandria. Ikabidi rafiki yangu atoe kifaa chake cha ch kupumua, sababu alikuwa amepata shambulio kali la kupumua. Nikaanza kuwaza kuhusu watalii wengine wanaojipata katika hali hii. Hili ni janga kubwa la kiafya linalotukaribia kulipuka Misri iwapo hatutachukua hatua. Baadhi ya juhudi za kuwafikia lengo la kudhibiti uvutaji sigara nchini Misri ni kuja na mpango wa treni mwendokasi maarufu Greenline, ambapo uvutaji sigara umepigwa marufuku ndani na hata kwenye vituo vya treni hiyo, ambapo kuna onyo kali kila mahali. Pamoja na kuwa Misri imejizatiti inavyoweza kulidhibiti hali hii, kudhibiti matumizi ya sigara nchini Misri bado ina changamoto si haba. Kwa kwanzia, ni uvutaji wa sigara au matumizi ya tumbako ambao umefanywa kuwa jambo la kawaida katika jamii, hivyo kubadili mtazamo huu unahitaji juhudi zaidi. Isitoshe, sekta ya tumbako huchangia pakubwa mapato makubwa kwa serikali ya Misri. Hata hivyo, ni vema kukumbuka kuwa watu milioni nane poteza maisha kila mwaka kutokana na matumizi ya sigara, vifo hivyo vingi vikitokea kwenye nchi zinazoendelea kama vile Misri. Cha kusikitisha zaidi, watoto karibu elfu sitini na tano hufa kila mwaka kutokana na kuvuta hewa iliyochanganyika na sigara. Ni matumaini kuwa mamlaka nchini Misri zitatazama kwa jicho la pili sheria kuhusu matumizi ya tumbaku. Mimi ni Carol Corir, hadi wakati mwingine, kwa heri.